Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Aprili 2019, deni la serikali liliongezeka na kufikia shilingi trilioni 51.03 kutoka shilingi trilioni 49.86 Aprili 2018. Deni la taifa. Mheshimiwa Spika, hadi Aprili 2021, deni la serikali lilikuwa shilingi trilioni 60.9. Kati ya kiasi hicho, deni la nje ni trilioni 43.7 Mheshimiwa Rais kufikia tarehe 30 Juni 2023. Deni la serikali ilikuwa ni shilingi trilioni 82.25, sawa na ongezeko la asilimia 15 kutoka shilingi trilioni 71.31 kwa mwaka 2021-2022. Kiasi hii kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 kilichokuwa kimeripotiwa katika mwaka wa fedha wa 2022/2023. Hadi Aprili 2025 deni la serikali lilikuwa shilingi trilioni 107.70, na kati ya kiasi hicho deni la nje lilikuwa ni shilingi trilioni